Uhali gani wanafamilia wa Wisdom Hub. Karibu tena kwenye Family Talk. Na upo na mimi Milka Joshua nikiwa na mume wangu wangu Joshua Nguyahambi. Yes, karibu sana na leo kama nilivyoahidi kwenye kipindi kilichopita nilisema kwamba nimepata curiosity ya kwenda kukisoma hii kitabu cha When Sinners Say I Do. Na kama tulivyotoka kwenye kipindi kilichopita nikiwa na na mchambuzi na mwandishi Mr. Joshua alitu hmm. alitupa summary ya hichi kitabu cha When Sinners Say I Do cha Dave Harvey, alitupa summary, tukaona vitu vingi ambavyo vimeelezwa kwenye hichi kitabu, and so nilienda kupata muda mwenyewe wa kukipitia na kukisoma, na kuna chapter moja ambayo binafsi ilinivutia zaidi na nikamwomba mume wangu tuweze kufanya discussion ambao nadhani mpaka kufika mwisho wa kipindi hiki kuna kitu pia utakuwa umekipata. So nilipoenda kukisoma hichi kitabu sasa, mm -hmm. Kwanza nilijiuliza kitu kimoja mm -hmm. Ni kwa nini Dave Harvey ame- amekiita hichi kitabu When Sinners Say I do na akakidedicate kwa sisi watu ambao tumeokoka au sisi watu ambao ni born again Christians nikawaza ni, kwa nini ana, ana, anasema When Sinners Say I do? Sisi tu tumeshaokoka, yani tumeshawekwa mbali na dhambi, inakwaji kwamba tena anatuita ana, ana, ana, sisi ni sinners. ana, ana kidediketi kwetu sisi tuliookoka, tumewekwa mbali na dhambi, anasema kwamba When Sinners Say I do. Una unaweza kutuambia labda ni kwa nini amekiita hivyo? Ya, ni swali zuri lakini labda nikuulize tu we ambao umeileta ume, ume, ume hilo swali, yeah. Je, kwenye kwenye ndoa za Wakristo ambazo unazifahamu una za born again au watu ambao wameokoka hazina yes. changamoto yoyote? Haujawahi kusikia watu wanapata changamoto, mpaka migogoro yao kwenda wanapeleka kwenye ngazi ya kanisa na... oh, changamoto zipo mm. Lakini sasa kwamba yani, unataka una kusema yani, kwamba yani sisi tuna dhambi? Au unataka kusema yani, sijakuelewa. Yani maanake kama changamoto zipo, maanake <laughs> kuna shida, kuna dhambi. Lakini kiufupi ki mm. Kumwelezea Dave Harvey, kwanini amekiandika hicho kitabu kwa hilo jina mm. Uh, ni kuangalia maisha ya wanafunzi wa Yesu okay. Kwa mfano, kwenye maandiko matakatifu yanasema Petro aliitwa akaacha shughuli yake ya uvuvi akamfata Yesu, yeah. Uh, Matayo yule akaacha shughuli yake ya kukusanya ushuru akamfata Yesu. Kuna wanatajwa wengine wana Wazebidae, wakamfata Yesu, wote waliacha vitu vyote akamfata Yesu. Maanake hawa walikuwa ni watu ambao walikubali kuacha vyote na kumfata Yesu okay. na mahali pengine Yesu anasema msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Yameandikwa mbinguni mm. Lakini ukianza kuchimba maisha yao utagundua bado walikuwa wanasumbuliwa na dhambi okay. Kwa mfano kwa mfano walikuwa wanagombania ukubwa okay. Eh, mpaka mpaka <coughs> ikafikia hatua Yesu mwenyewe akaanza kuwafundisha namna ambavyo aliye mkubwa anapaswa kumtumikia aliye mdogo. Walikuwa wana wivu, unaona okay. Kwa hiyo utaona bado pamoja na kwamba walikuwa wameokolewa walikuwa wameitwa wame, wame na Yesu bado walikuwa wanasumbuliwa na dhambi. Kwa hiyo mchakato wa kuwa mkamilifu kama Mungu sio mchakato ambao uh, mtu anaanza nao na kuwa nao pale pale kwa 100% yani, yeah. mchakato ambao yes. ni endelevu, ndio maana bado alikuwa anasumbuliwa na dhambi. Kwa hiyo anaposema When Sinners Say I do anamaanisha hata Wakristo bado wanasumbuliwa na dhambi. Hata Paulo mtume mwenyewe anaandika kwenye Warumi sura ya saba kwamba bado anaendelea kusumbuliwa na ule mwili wenye asili ya, ya dhambi mpaka analia, anasema ole wangu mimi, so, nani ataniokoa na mwili huu wa mauti? Kwa hiyo bado utaona ni struggle kati ya mwili na roho, na mtu anapambana kuhakikisha kwamba anakuwa katika hali fulani hivi ya kumpendeza Mungu. Umenipa okay, kitu kikubwa sana, kwa sababu nilikuwa naumiza kichwa, anawaza kwa nini akiite When Sinners Yani, kwa nini aseme kwamba wenye dhambi wawili wakioana, mm. kwamba mimi nimeokolewa na bado tena bado ni mwenye dhambi mm. wakati Anas... nikishaokoka na kuwa nimeshawekwa mbali na dhambi mm. yani, mbali na u... mm. uchafu wa kila aina. Nimeweka mbali na dhambi, lakini kuwa na uhuru kabisa na, na dhambi unakuwa ni mchakato na oh. kidogo unazidi kusafishwa kidogo, utakaso, eh, eh, I hope this itamsaidia mtu mwingine ambaye pia huenda alikuwa na mawazo kama yangu ya kufikiria kwamba inakuaje, Dave Harvey anasema When Sinners Say I do, na mtu mwingine anaweza akajitoa kwenye kwenye hichi kitabu akasema, mimi hichi kitabu maybe hakinihusu kwa sababu mimi nimeokoka mimi nimewekwa mbali na dhambi, so, mm -hmm. I am not a sinner. Lakini tunaona kwamba unaweza ukaokolewa na tunaokolewa, lakini kuna mchakato mwingine wa utakaso, kuna ule mchakato hata Paulo mtume I think alisema sio kwamba mm, nimekwisha kufika. mm, yes. yeah. Yani, naelewa zaidi. thank thank you so much jamani. so, so. Mm. Okay. <clears throat> so tutaendelea sasa kwenda kwenye sura ile ya sita ya kitabu chetu ambayo inasema, acha niisome. Inasema, chapter six forgiveness full and free, yani msamaha ulio kamili na waburi si hmm. ndivyo hmm. hmm. Hey, so kitu ambacho mimi nimekisoma kwenye hii kitabu na kika, kika caught my attention, hmm. nimeanza kwanza, kusoma Dave Harvey ametoa mfano kutoka kwenye Mathayo kumi hmm. na nane kwanzia ule mstari wa ishirini na hmm. moja hmm. inaelezea stori ya yule mfalme na wale watumwa hmm. hmm. aliokuwa akiwa dai mona hmm. hmm. hmm. Yule, yule mfalme akawaita wale watumwa na alikuwepo huyo mtumwa mmoja mm -hmm. Ambaye yeye alikuwa anamdai, kama alikuwa anamdai mishek, alikuwa anamdai kama talanta elfu kumi mm -hmm. mm -hmm. yule mtumwa alikuwa anadaiwa talanta elfu kumi na mfalme. mm -hmm. Yule mtumwa akasema, mfalme, mimi sina hizo talanta kumi. mm -hmm. umona Aliposema ana talanta kumi, mfalme akasema basi, tumuuze mwenyewe, muuze na mke wake na watoto wake ili muweze yes. kuipa lile deni sawa sawa. Ha, lakini yule yule mtumwa akalia sana akamwambia mm -hmm. Bwana mfalme nisamehe, sina hiyo yani mm -hmm. niwie radhi, uniondolee mm -hmm. lile deni Mm. Na kweli mfalme akawa amepata ile huruma, mm. akawa amemwachia ule mtu, mm. akawa huru. Lakini alipotoka tu pale, mm. akakutana na mtu mwingine ambaye alikuwa anamdai juu ya mtumwa sasa. Alipotoka mm. pale baada ya kusamehewa, mm. akakutana na mdeni wake na yeye. Mm. Mm. Alikuwa akimdai mm. dinari kama mia. Ni pesa ndogo kuliko ile ambayo alisamehewa na, na mfalme. Yes, ni pesa mm. ndogo sana ukiinganisha mm. na ile mm. zile talanta elfu kumi. Mm. Yes. So akafika pale akaanza kumdai, nipo bwana langu, nipo bwana langu. Akamwambia, bwana, sina nisamehe. mm. Umeona mm. lakini akasisitiza, yaani akawa ile anamshinikiza bwana, nipe yangu, nitakufunga na mm. nini mm. mm. umeona. Lakini sasa katika zile production pale, watu wengine wale mm. sini ni watu boyzi wakawa wamemuona mm. mm. zile habari zikawa zimefikia mfalme mm. na mfalme alipozisikia alikasirika sana mm. <laughs> akasema, huyu inakuwaje huyu, mimi ni mm. nimemsamehe, ni deni kubwa, talanta elfu kumi alafu ameshindwa kumsamehe yule dinari. Dinari mia, yani, mm. ni yani ukikalkuleti hizo kwa shilingi za Kitanzania mm. ni pesa nyingi sana mm. yani tofauti ni pesa kubwa, talanta talanta elfu kumi mm. sasa sijui na milioni hamsini kitu mm -hmm. kama hicho mm -hmm. na dinari mia ni pesa ndogo sana sijui ni elfu ngapi? Yes. So Dave Harvey akatoa mfano akawa anasema kwamba ndoa nyingi Tula, tuna zinashindwa kusustain zina mm. ku zinashindwa ku prosper kwa sababu ya msamaha, kwa sababu ya forgiveness, mm -hmm. ya kukosa, ya kukosa forgiveness mm -hmm. mm -hmm. katika ndoa naidha mm -hmm. kwa mume, au, au kwa, kwa mke, mke. Unaweza ukaielezea mm -hmm. hiyo kidogo maybe na wewe ulivyoisoma na mimi ulivyoielewa. -hmm. mimi nilichokielewa ni kwamba Dave Harvey anajaribu ku, ku, ku kuuleta huo mtazamo ili tuweze kuwa na picha halisi ya namna ambavyo msamaha unafanya kazi, yes. Kwamba yule mfalme anayotajwa pale ambayo amesamee ame deni kubwa ni Mungu, yes. Na sisi wanadamu wenzetu wanapokuwa wanatukosea, hasa labda mke au mume anapokuwa anatukosea, maanake ile linakuwa ni deni dogo, yes. Eh, manake kama Mungu anatusamee deni kubwa kwa nini si tunashindwa kumsamehe mke wetu au mme wetu ambaye anakuwa Ame, Ame amekosea ambayo ni deni dogo, dogo? Kwa maanake tukishindwa kusamehe ndio inakuja ile concept kwamba hata Mungu mwenyewe anakasirika kwa sababu akitazama yeye ametusamehe deni kubwa alafu sisi tunashindwa kusamehe deni dogo, dogo. Kwa hiyo tunalichukulia <coughs> lile deni, deni dogo tuna tuna tunalishikilia tuna kama yule mtumwa alivyolishikilia mpaka anamkamata yule anataka ampeleke kabisa akamfunge. Watu wanashangaa kwamba mfalme amekusamee lakini wewe kwa nini hutaki kusamee wakati mfalme amekusamee deni kubwa, wakati wewe unadai tu kidogo, yes. Ndicho kitu ambacho Dave Harvey anakileta kwenye ndoa kwamba mme na mke wanatakiwa wavae viatu vya, vya, vya Mungu kwamba yes. Wamwangalie Mungu kwamba anayesamee deni kubwa, kwa nini sisi atusameeani kwa hayo madeni madogo au kwa hayo makosa madogo ambayo tunakuwa tunatendeana? Yani. Yeah, na ndivyo David Harvey pia amesema hivyo, yani appreciating na tujiweke mm. kwenye kiatu cha cha yule mfalme aliyesamehe ile mm. deni kubwa ambaye mm. tunamchukulia kama Mungu, sasa hapa mm. kwenye context yetu. Mm. kwamba Mungu ametusamehe mm. dhambi nyingi, na tusamehe makosa mm. mengi tunayofanyia mm. kila siku. Mm. Lakini je, tumeshaikupima mm. kina cha ule msamaha ambao Mungu yeye ametusamehe mm. makosa mm. makubwa ambayo tumekwisha kuyafanya? Mm. Mm. Na maana yake ni kwamba mtu kipima kile kina ukaona kabisa kwamba kweli, yaani nikijaribu kuangalia mimi mwenyewe makosa yangu binafsi ambayo nimeyafanya Mungu mbele za Mungu, wakati mwingine hata niaibu kuyasema mbele ya macho yes, ya watu yeah, yeah. lakini Mungu, Mungu anafanya nini? Anatusamehe, anatusame. Yes. Unaona eh? mm. Kuna vitu vingi ambavyo tunakuwa tumevifanya ambavyo ni vikubwa mbele za Mungu, lakini Mungu anafanya nini? Ametusamehe, lakini sisi wenetu <coughs> wanapokuwa natukosea, tunaanza kuwahesabia kwamba Amenifanyia hiki amenifanyia hiki, tunakishikilia kile kitu, hatutaki kusamehe. Sasa mm, hilo -hmm, ndilo tatizo, na ambalo linafanya hata Mungu mwenyewe asisamehe, kwa sababu hata maandiko anasema kwamba, uh, msamaha unategemeana na wewe mm, -hmm, unavosamehe. Kwa hiyo manake, ukiwa na hiyo picha ya namna Mungu alivyotusamehe, utakuwa na huruma kwa mwenzako kwamba mimi nilisamehewa, kwa hiyo na mimi nawajibika kumsamehe mwenzangu kama mimi vile vile nilivyosamehewa.